Habari, karibu kwenye chaneli ya Tazani Focus, sehemu unayopata masomo mbalimbali ya kiroho na kiimani. Cha msingi subscribe, share kwa marafiki waweze kupata masomo mazuri kama haya. Leo tuna somo la kuhusu jinsi ya kutumia namba kuleta mafanikio katika maisha yako, jinsi ya kutumia namba ya kiroho. Leo tunazungumzia namba saba Inavyozidi, inavyovuta pesa, inavyovuta bahati na mafanikio. Cha msingi subscribe, share kwa marafiki wapate masomo mazuri kama haya, na itazame mpaka mwisho hii video, ili ujifunze mambo mengi sana. Usiishie tu katikati, baadaye ukaanza kunipigia simu au kuniulizia nilifanyaje fanyaje? Hapana, cha msingi angalia hii video mpaka mwisho, ili uweze kujifunza masomo kama haya. Unafahamu nguvu ya namba saba? Kwanza kabisa namba saba inaashiria bahati ya kipekee, uunganisho wa ulimwengu na kiroho, milango ya mafanikio hufunguka. Hii ina maana unaweza kuitumia namba saba kama kodi ya kiroho kufungua njia zako za kipesa na mafanikio. Namba mbili: njia ya kutumia namba saba njia ya kutumia namba saba kuvuta pesa. Maombi kwa kutumia namba saba: omba kwa kurudia maneno kama kwa nguvu ya saba na mwanga wa kiroho navuta pesa, mafanikio na neema. Kuanzia leo, rudia kwa sauti au moyoni mara saba au sabini saba au mia saba sabini saba kulingana na muda wako, au andika sabasaba ziwe tatu mahali pa siri chola, au andika namba saba kwenye waleti, karatasi ya kuiweka chini, karatasi na iweke chini ya mto, au andika kwenye notebook yako ya malengo, mlango wa biashara yako kwa wino usioonekana kirahisi, au tafakari na taja namba saba mara tatu. Weka kimya, weka kimya chumba chako. Fungua macho, vuta pumzi taratibu, taja saba saba saba kwa upole, ukiwa na picha ya pesa au mafanikio <coughs> fanya hivi kwa dakika tatu hadi hata saba kila siku. Na muda bora wa kutumia ku, ku, kuomba maombi yako kupitia namba saba ni saa moja na dakika saba asubuhi au saa moja na dakika kumi na saba au na dakika ishirini na saba au pendelea sana kuomba tarehe saba au tarehe kumi na saba au tarehe ishirini na saba. Unapoona saba saba tatu au mbili au moja mara kwa mara, alama yako inaanza kufunguka. Namba nne: imani ni muhimu sana. Usifanye kama majaribio, fanya ukiamini kweli kwenye, ukiamini kweli kuwa unastahili baraka. Umefunguliwa kiroho, hakuna kinachoshindikana ukiungana na nguvu za mbinguni. Mambo ya kuzingatia Epuka maneno ya kukata tamaa, kwa sababu yanaharibu vibration ya saba saba saba. Sali, saidia wengine, fanya mema, haya huongeza nguvu ya namba saba. Tengeneza malengo halisi kisha taja saba saba saba ukikusudia, ukikusudia malengo yako, kama nataja saba saba saba nifanikiwe na taja sabasaba kuvuta mvuto wa pesa, na taja sabasaba kuvuta kila kitu utakachokuwa unahitaji kukivuta. Ni mwisho wa somo letu, na kama umependa hili somo, subscribe, share kwa marafiki waweze kujifunza masomo wa mazuri kama haya. Bye, bye.